Kwa kampeni za chaguzi ndogo zikiendelea kuchacha maeneo mbalimbali na hasa katika eneo Bunge la Mbeere Kaskazini, ubabe wa kisiasa unashuhudiwa kati ya Naibu wa Rais Kithure Kindiki na mtangulizi wake Rigathi Gachagua. Leo hii, Kindiki akimwonya Gachagua dhidi ya kueneza siasa za matusi na machafuko. Kindiki akisema Gachagua alifukuzwa na viongozi waliowatishia mara kwa mara wakati alipokuwa serikalini na anayeonekana kuleta siasa hizo eneo la Mbeere. Fred Wambua na taarifa hiyo. Kinyang'anyiro cha atakayeibuka mshindi katika uchaguzi mdogo wa Mbeere Kaskazini kinaendelea kushika kasi, mikwaruzano mikali ikishuhudiwa baina ya Naibu Rais Kithure Kindiki na Rigathi Gachagua. Leo hii Kindiki akionekana kumshambulia Gachagua kwa kile anasema ni kumkosea heshima kwa kuleta siasa za matusi eneo la Mbeere Kaskazini, akisema kwamba alishindwa na kazi wakati alikuwa Naibu wa Rais. Ndugu yangu asikuje kunitusi hapa, hapa ni nyumbani, aombe tu kura ya karishi polepole pole tu abebeleza wa watu mambo ya karisha awachane na mimi. I'm not his age, yeye ndiye one term, na hii kazi ingine alishindwa kufanya Hati ho, kama sio mimi Ruto angechaguliwa. Wewe tumekupatia kiti ya naibu wa rais last minute wakati William Ruto alikuwa amefanya campaign, akafanya urafiki huku Mount Kenya, watu wa Mount Kenya wakaamua wamchague kama rais lakini tukamwambia mmoja wetu sehemu hii akue running mate. Hatukusema Rigathi akuwe running mate wewe. Chama chetu cha UDA kiliketi ka kukataa, the party rejected you. Ukaleta maandamano pale madhira, ukasema no Rigathi, no Ruto. Uliingia katika kiti kupitia maandamano na fujo, na hiyo fujo ndio imekutoa kwa kiti. Kindiki akimtaka Gachagua kumkoma kwani yeye ndiye kiongozi aliye katika hadhi ya juu eneo la Mlima Kenya akidokezea waliomfukuza bungeni ni viongozi aliyowanyanyasa kwa muda mrefu. Achane na mimi. Mimi sio rika yako. Mimi sio rika yako. Mimi nimekuwa senator, nimekuwa majority leader, nimekuwa waziri, nimekuwa deputy speaker. Sasa ni deputy president. Wewe ni nani? My brother, your wounds, Your injuries are self inflicted. Sisi sio tu tulikufukuza, wenye walipiga kura ya kufukuza, hata seneta Wanyeri alipiga hiyo kura, hata mbunge wa Madhira alipiga hiyo kura, kwa sababu ulikuwa umewatisha na kuhatarisha maisha yao kama wewe ni Mungu. Na hiyo kimbelembele ndio umeleta hapa kwetu leo hatutakubali. Kwa upande wake Gachagua, ameendelea kuzidisha kampeni kwa mgombea wa DP Newton Karish, akiwarai wakazi wa Mbeere kuheshimisha jamii ya mlima na viongozi waliofurushwa serikalini. Hata jana alikuwa ametuma hii mtu anaitwa soprano, alikuwa hapa, alikuja na pesa, na ndege imenyolewa na watu ya Mbeere imekwisha, amerudi na obi kuleta ingine. Sasa ile pesa ya sha ile ya shule Ndiyo hiyo pesa inaletwa hapa Mbere amelete milioni mia tano. Ilitosha kuwekea kila Mbere stima kwake manyumba yote katika Mbere, lakini vile hamutaki, wacha tuikule. Kampeni hizi zinaendelea katika maeneo ya Magarini, Kasipol na pia Malava, County ya Kakamega. Fred Wambua, Undugu TV.